Militant, militant governor, mbogi genje, heshima ndogo tacha buda, heshima ndogo tacha. Yani una tu round na mbogi, mbogi ya 230 tuko watu wawili una tu round na maji. Ati paroti alisema na nyoa dread Manchester kishindo, unakuja na mnyoa dread, una mnyoa kama nani buda? Yo dread mmekata moja, maji yo mtalipia, usiwuru. Unajua dread ni expensive aje? Dread ya miaka tisa, unajua mkula <laughs> ndo inatosha naje. Alafu nakuja na mnyoa, na hiyo ni signature yake maji, na hiyo ni heshima ndogo. Alafu huyo boys wako ameniguza, amcheki amcheki maji usiwori, militan, militan governor, bogi genje, heshima ndogo utaacha buda, heshima ndogo utaacha. Yani una tu round na bogi, bogi ya 230 tuko watu wawili una tu round maji. Tiparoti alisema ananyoa dredi Manchester ikishindwa unakuja na mnyoa dredi, unamnyoa kama nani buda